Abu Zuneira TV, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. Ikhwani fillah, mmoja miongoni wa watazamaji wetu, yani watazamaji wa Abu Zuneira TV, wametuomba ya kwamba tuwe tutarusha masail anahawi. Kwa hiyo katika siku ya leo tumejipanga na suala lakini, na hapana, sio suala tu, ni masaala, maana yapo mengi siku ya leo tunarusha suala la kinaho na suala lenyewe basi ni aya ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Tutaandika aya chini ya video hapa, tutaiweka alama nyekundu, kisha utatakiwa kuiweka haraka. Kwanza na kwanza, ukumbuke ni aya ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Pili, tutataka kilima ambacho tutakuwa tumekiweka rangi nyekundu, ama alama nyekundu, uiwekee i'rab inshallah. Na hatuisomi aya yenyewe, tutakuandikia chini ya video hapa, utaiona ili utujibu, na majibu tutapatana kwenye comment section inshallah, wabillahi tawfiq.